Good evening wanawake na ngai guys, na leo tulitembelewa tena na Madam Luqnah. Luqnah alikuja kupurchase PM unit lakini kwenye rangi ya brown dark brown, alisha purchase black akawa yeye ni mpenzi wa nywele nyeusi, lakini alikuwa aamini kabisa kama anaweza kupendeza nywele ya rangi so leo tulimconvince akachukua rangi ya brown dark brown. Na kama unavyoona aliniita hadi ofisini kwake akataka nikamfanyia fitting, na mimi siwezi kuwapingia wana kina ngai guys. Nilikibizana hapo ofisini kwake, na nikaanza kumfanyia fitting hii nywele yake. Cutting yake ni 5 to 5, I mean fitting yake ni 5 to 5, lakini lace yake ni transparent guys, nywele ni ina melt kama imebandikwa kwa wale wateja wasiopenda kubandika nywele. Hii nywele unaweza ukavaa ukaenda nayo kwenye harusi, ukimaliza ukavua, utajistyle, hayo mawimbi yake hayatoki, yatakaa hivyo hivyo kama unavyomuona hapo. Nywele imemkaa vizuri, na anaweza kwenda kwenye harusi, anaweza kwenda kwenye shughuli yoyote, na unaweza ukajistyle wewe mwenyewe, huhitaji kwenda saluni kila siku, guys. Nywele hii sasa hivi ukipata fupi yake ipo kwenye ofa, lakini pia ndefu zake pia nazo zipo kwenye ofa, kwa sababu ni msimu wetu wa ofa. Karibuni sana, msfli kumhudumia Madam Luqnah, mwanamke na ngai, karibu tena, tunakupenda sana bosi wetu. Asante kwa sapoti yako unatuonyesha kila siku. Bye.